Karibu tena ndugu mfuatiliaji wetu wa vipindi tofauti tofauti, na kufuatilia matibabu ha, ha, na Dr. Jimmy ha. Na leo tutaelezea, kuna watu tumekuwa tukipitia ha, changamoto nyingi za kiafya, lakini ha, watu wamekuwa wakikutana naye, nakwambia nimetumia ha, dawa nyingi, lakini pia sijaweza ha, kupata ha, kupata kupata majibu au kuweza kupona na changamoto ambayo nimekuwa nikipitia a, mara kwa mara. Sasa ili tuweze kulijibu hili swali, mara nyingi akianza kuorodhesha dawa alizotumia, ndugu yangu atakwambia dawa nyingi, atakwambia nimetumia dawa za BF Suma, nimetumia dawa za Alliance, nimetumia Forever, sijui kuna kampuni nyingi a, nyingi, na dawa a, nyingi sana lakini changamoto iliyopo mara nyingi hawa watu unakuta mtu anatumia supplement. Sasa hapa nitakuelezea utofauti wa supplement na dawa. Dr. Jimmy anatoa dawa, sio supplement. Sasa wengi tumekuwa tukitumia supplement na tukiziita hizo ni dawa. Sasa hapa ndo, ndo sehemu ambayo wengi tunachanganyana na tunashindwa kupata tiba halisi ya changamoto ambazo mara nyingi zimekuwa azikitutesa . Sasa nitakuelezea utofauti wa dawa na supplement, ili uweze kujua. Lakini pia mtu akiwa anakuuzia dawa, muulize ni supplement au ni dawa. Kama ni supplement, ujue kwa nini unatumia, na kama ni dawa, jua kwa nini uh, unatumia. Nitaelezea uh, nitaweza kuelezea kwenye namna nne. Uh, kwanza uh, kitu ambacho natakiwa kufahamu kwanza ipo kwenye madhumuni. Tofauti wa dawa na supplement upo kwenye madhumuni. A, madhumuni ya dawa ni kwamba ni kuweza kutibu changamoto. Ndio maana mara nyingi zinatolewa kwa sababu maalum, kwamba kama una vidonda vya tumbo tutakupa dawa ya vidonda vya tumbo, lakini kama una changamoto fulani basi tutakupa kwa ajili ya changamoto maalum hiyo, ni dawa kwenye mazumuni. Lakini kwenye supplement, mara nyingi haina mazumuni maalum, kwa sababu yenyewe ipo kwa ajili ya kukuongezea lishe. Supplement ni lishe, na maana unapungukiwa madini, basi yenyewe ipo kwa ajili ya kukuongezea nini? A, madini. Kwa hiyo zumuni uweze kufahamu, lakini dawa lazima tukupe, kwa sababu una changamoto fulani, una vidonda vya tumbo fulani, una bawasiri dawa fulani, una malaria dawa fulani lakini supplement ipo kama lishe tu, siyo dawa ya changamoto. Madhumuni yake a, ni kwa ajili ya kuongeza lishe tu, sio kwa ajili ya kutibu a, changamoto. Lakini a, sababu nyingine kutoka kwenye madhumuni ni kwamba ipo kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, tuseme kupo kwenye uchunguzi uchunguzi wake a, uchunguzi au udhibiti au usimamizi udhibiti au usimamizi au mara nyingi dawa zimekuwa zikipitia kwenye a, kwenye majaribio makubwa ya kliniki na udhibiti juu ya juu ya, ya hizo dawa. Ina maana inafanyaje kazi, matokeo yake ni yapi, na reaction ipi ambayo huyo mtu ataweza ataweza kupata. Hizo ni dawa, mara nyingi inapitia kwenye usimamizi na udhibiti wa hali uh, wa hali ya juu chini ya, ya, ya FDA au au EMA. Ambayo uh, FDA hiyo ni shirika ya kimataifa, lakini kwa Tanzania ilikuwa inaitwa TFDA, kwa sasa hivi inaitwa TM MDA. Kwa hiyo wenye udhibiti wake unakuwa uko juu zaidi, kufanya uh, majaribio uh, katika kliniki kuhakikisha, je ni kweli inaondoa hiyo uh, changamoto ambayo atakuwa ameisema uh, lakini pia um, kingine kwamba uh, kwenye supplement kwenye upande wa udhibiti udhibiti wake unakuwa sio juu kivile, kwa sababu mara nyingi ipo kwa ajili ya kuongeza lishe tu, lakini pia kuna ushahidi kuna kitu naitwa ushahidi na ufanisi. Ushahidi uh, na ufanisi, mara uh, nyingi uh, dawa lazima utaielezea uh, ili uweze kufahamika inafanya kazi gani, inatibu kitu gani, na ufanisi wake upo kwa kiasi gani, na ushahidi moja kwa moja uh, unapotumia uh, ile dawa, tofauti na kwenye kwenye supplement. Supplement yeye atakuelezea faida za lishe tu basi. Kwa hiyo unaona kwenye uh, ushahidi na ufanisi hali ikoje. Lakini kwenye tahadhari, mwisho ni kwenye tahadhari, nimekuambia kwenye aina nne, tunasema kwamba dawa inatumika a, inakuwa na uangalizi maalum wa daktari. Kwa hiyo ndio maana mara nyingi a, watakwambia a, weka mbali na watoto, lakini pia tumia kwa kufata maelekezo uliyopatiwa. Kama umetumiwa kijiko kimoja, basi tumia kijiko kimoja. Kama umetumiwa nusu kijiko, basi usitumie, tumia nusu kijiko. Ukizidisha, basi kuna namna ambavyo unaweza ukapata madhara makubwa makubwa ambayo yanaweza yaka Uh, yakakuasili zaidi, lakini supplement mara nyingi haina hizo condition. Ndio maana mtu yeyote, mtu yeyote anaweza akauza, mtu yeyote anaweza akakuelezea, kwa sababu ni faida tu za ishe kuweza kuongezea madini, vitamini na virutubisho A kaza a wakaza. Kwa hiyo sasa, hapo tumejibu swali la kwamba mimi nimetumia dawa nyingi, ukimuuliza dawa kakuelezea basi, zote unakuta dawa hizo ni supplement. Ndio maana mara nyingi tumekuwa tupati majibu ambayo tumetakiwa Uh, kuyapata kiurahisi uh, kuweza kuondokana na hizo changamoto. Ndio maana dawa mimi ninazotoa hizo ni dawa, sio supplement. Ndio maana zimekuwa na mati, uh, matokeo uh, makubwa makubwa sana. Una vidonda vya tumbo, stomach ulcers, imekuwa ni dawa mjarabu, um, na imekuwa ikisaidia, tofauti na supplement. Ndio maana mara nyingi unakuta supplement, dawa moja inatibu magonjwa zaidi ya 100, jua hiyo ni supplement, sababu inaongeza lishe mara nyingi dawa mazumuni ni kudiri na kitu hicho kimoja. Ndio maana utakuta dawa moja inadiri na kisukari, nadiri na presha, inadiri na nguvu za kiume na vidonda, kwa hiyo mpaka wewe mwenyewe unachanganyikiwa. Hizo faida hiyo dawa huwezi kuipata ambayo inaweza ikatibu changamoto hizo zote kwa wakati mmoja, jua hiyo anilishe. Ndio maana dawa zetu pile care, stomach acid, stomach acid, pressure controller dawa chaidada kwa ajili ya mifumo yote ya uzazi wa mwanamke, zimekuwa ni dawa zinazoleta matokeo aa, kwa haraka na zimekuwa zikisaidia kuondokana na hiyo changamoto. Kwa hiyo unapotumia dawa ndugu yangu, hakikisha ujue unatumia dawa, umetumia supplement. Kwa hiyo ukitumia supplement, jua nimetumia supplement, na mwisho wa siku usije ukasema a, nimetumia dawa nyingi sana bila kupata majibu. Hiyo ndo, ndo, ndo jibu la maswali ambayo wengi wamekuwa wakituuliza ili uweze kutofautisha dawa na supplement, dawa na supplement ili usije kaingia kwenye mtego kwamba nimetumia dawa nyingi sijapona. Je, ni kweli umetumia dawa au supplement? Kwa hiyo jiulize na uweze kujijibu wewe mwenyewe. Kama una changamoto inayokutesa imekuwa ikikunyima au usingizi, basi tutafute, moja kwa moja taweza uh, kukupa namna ya kuondokana na hiyo uh, changamoto. Kwa hiyo zidi kutufuatilia ili uweze kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku.